Yes, ikumbukwe bwana Juksi mara baada ya yeye kuweza kupata mwenzake kutokea kule bwana nchini Nigeria nikimaanisha Prisi. Kumekuwa kumekuwa kuna story nyingi, lakini pia kumekuwa kuna e, mafanikio makubwa sana ambayo tunaweza tukasema kwamba e, kwa upande wake Juksi, lakini pia kupitia muziki wake umeweza kumpatia mambo makubwa sana na mambo mazito zaidi, na hii ni mara baada ya kuweza kutoa nyimbo zake kibao kama God Design iweza kufanya poa zaidi, lakini pia EP yake e, ambayo aliweza kuiachia ambayo inafahamika kwa jina la e Day to Remember. Ni moja kati ya EP ambazo kwa sasa hivi pia zimekuwa zinashika zina nafasi kubwa sana hasa katika bana charts tofauti tofauti. Ukumbuka kwamba kuna kuna kuna charts tofauti kama bana kama kuna majukwaa mazima ya Spotify, Boomplay, Audio Mac, YouTube, yaani sehemu zote ambazo pia wasanii huwa wanaweza kuzitumia kama majukwaa yao ya kuweza kufanya poa zaidi hasa katika swala so zima la muziki lakini pia So, lazima la kuweza kuuza zile kazi zao tunaweza tukasema. Sasa bana hii EP ya ya bwana Juxi imeweza kufanya poa zaidi lakini pia eh, Juxi pia mwenyewe ameweza kuweka historia mpya kabisa kwa kuweza kuongeza charts kubwa sana eh, za muziki barani Afrika ni katika nchi tofauti tofauti kutokea eh, hapa Afrika. Sasa EP yake ya Day to Remember imeweza kuchukua nafasi ya kwanza kwenye iTunes huko eh, bana nchini Ghana au top albums ambazo pia zinafanya eh, vizuri kabisa. Lakini pia ikipu, eh, eh, ikipiku sana kazi za wakali eh, kama, kama Drake, Sarkodie, wasanii bora wanapatikana kutoka hapa Afrika, lakini Drake kutoka Mambere huko eh, na Foo Fighters. Sio eh, tu eh, nyimbo saba kutoka kwenye EP yake hizi ambazo zimeweza kuingia kwenye eh, top 20 ya iTunes kutoka huko bana nchini Nigeria. Sasa kwenye orodha eh, hiyo kuna, kuna, kuna, kuna nyimbo kama ya kwanza kabisa ni Gold Design ambayo pia meimba na final, imerudi tena namba moja huko nchini Nigeria. Mara baada ya kufunga eh, wiki ya kwanza ya kutolewa kwa kishindo. Sasa imeweza kupanda tena eh, kileleni, kupitia eh, EP. Yani, bwana, katika EP yake, ikumbukwe before pia ngoma hii ilikuwa inafanya peke yake tu, lakini pia Nigeria kulikuwa kuna kuna kuna kuna kushika nafasi ya kwanza katika sehemu tofauti tofauti kutoka kule nchini Nigeria, lakini mara baada ya kuweza kuachia tena kwenye EP hii, moja kati ya nyuma ambazo pia zinapatikana mle na zimeweza kushika namba moja bwana, ni ya God Design kutoka kwenye EP yake ya A Day to Remember. Sasa aliweza kusema Si mimi imeshika nafasi ya pili Nigeria, lakini pia All of Fame pia ambayo ameweza kumshirikisha msanii kutoka hapa hapa Tanzania nikimaanisha Diamond Platnumz Chibudenga. Sasa hii hi haipo kwenye EP, lakini imerudi kwenye mzunguko wa charts miezi sita mara baada ya kuweza kutolewa. Ikumbukwe kwamba ngoma hii haijawekwa kwenye EP, lakini imeweza kurudi kwenye charts tena kwa mara nyingine tena, ingawa haipo kwenye EP, ndipo unaweza kusema kwamba ana, unaweza kuona kwamba Jux ni kwa namna gani kwa kipindi hiki bana kimekuwa kipindi chake na kitu kimekuwa poa zaidi na x 18 zipo pia ndani ya top 20 iTunes Nigeria jambo ambalo pia linaanza kuashiria kupokelewa kwa muziki wa Jux kwa nguvu kubwa upande wa Afrika Magharibi. Kumbuka kwamba ngoma hii e, bana amefahamika kwa jina la X1 pia ameweza kuiachia hapa Suni tu ina e, design fine ya singeli kutokea hapa Tanzania, ambao ndio muziki wetu sisi, ambao pia back in the days before tulikuwa tunaufanya, sasa na yeye imekuwa ni moja kati ya nyimbo ambazo pia zimeweza kupokelewa kwa mapokezi makubwa zaidi, hasa katika nchi za magharibi, mfano Nigeria, lakini pia na nchi nyingine kibao kutokea Ghana na na hivyo yani. Jux pia anaweza kuonyesha kuwa muziki wa Tanzania pia una uwezo mkubwa wa kuweza kusikika mbali zaidi ya mipaka yake. Uwepo wake pia kwenye charts hizi kubwa unazidi kuimarisha daraja lake la Bongo Flava, lakini pia na Afrobeat kuweza kufanya vizuri zaidi. ikumbuka kwamba katika nyimbo tofauti tofauti ambazo zinakuwa zinafanywa na, na Jux zimekuwa zikishika charts kubwa zaidi na kuweza kukimbiza hasa huko e, Nigeria. Tunaweza tukaona nyimbo zake zinafanya vizuri zaidi, lakini pia Ololufemi pia ni moja kati ya nyimbo ambazo hajapatikana mna, lakini ameimba na Platnumz inaweza kufanya poa zaidi. Lakini pia X wanani ni moja kati ya singeli mpya ambayo imeweza kuachiwa bana hapa karibuni lakini pia imeweza kushika poa kabisa. Sasa ukienda kwenye kama kwenye, e, Ghana iTunes top albums ya kwanza kabisa ni ya Jux, A Day to Remember. Ya pili ni Foo Fighters ya Santi Sel EP, lakini pia namba tatu ni Badest na ya, ya, ya nne, Papa Jackson, namba tano The Keepers Music na ya sita ni Drake, ya saba Dada KD eh, ya nane ama, Amare ya namba tisa ni David Tai, namba kumi ni Sarkodie ngoma na album inakwenda kwa jina la Highest, lakini kwenye Nigeria iTunes pia top song ya kwanza ni Juksi eh, pamoja na Fino God Design, ya pili Juksi c si mimi, ya tatu Drake, ya nne Jan Music, ya tano Juksi Plat na Diamond Platnumz Ololufemi pia iko kwenye list eh, ya sita bana Shakira, ya saba CZA, ya nane eh, Kishan E, ya tisa, e bana J-Rock, ya kumi MI Abaga, kumi na moja P Daniel, kumi na mbili Roiso, kumi na tatu e bana Doti, kumi na nne Checking Ishaku, kumi na tano Chepes e bana, kumi na sita Juksi e bana Devois, pia X wa nani, kumi na saba e Juksi pia anakwenda kwa jina la Ju, kumi na nane Juksi pia anakwenda kwa jina la Ololo, e kumi na tisa Juksi pia anakwenda kwa jina la Maisha la, lakini pia e ishirini Juksi Celebration. E bana takriban ngoma moja, mbili, tatu, nne, tano bana ngoma sita saba zimeweza kuingia katika top 20. Kuna ngoma saba za kwake Juksi, niko namna gani? Naona kama kwamba muziki wa Juksi pia unazidi kushika charts tofauti tofauti, lakini pia kuweza kufika mbali zaidi. Yapi maoni yako kuhusiana na Juksi kuweza kuchana mipaka hivi ya Tanzania, lakini pia nje mpaka Tanzania kama Nigeria, Ghana na sehemu nyingine zote kibao Club for this and kabisa. That's my name. Ciao.